Na mwanafunzi wa chuo kikuu amefikishwa katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi na kushtakiwa kwa makosa ya kimtandao na wizi wa utambulisho. Mwanafunzi huyo kutoka chuo kikuu cha Meru mwenye umri wa miaka ishirini na miwili anadaiwa kuchapisha karatasi ghushi za mitihani ya baraza la kitaifa la mitihani humu nchini KNEC kwenye mitandao na kupatikana na vitambulisho vya kitaifa vya watu wengine. Mshukiwa huyo Naisuma Crispinus Nambafu alifikishwa mbele ya Hakimu Ben Mark Ekubi katika mahakama ya Milimani ambako alikanusha mashtaka yote dhidi yake. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, kati ya mwaka 2022 na 2025, Nambafu anadaiwa kuongoza mtandao wa utapeli ambao ulichapisha taarifa zisizo sahihi na za kupotosha na kuuza karatasi ghushi za mitihani ya KNEC kwa wananchi wasiokuwa na ufahamu. Aliachiliwa kwa bondi ya shilingi laki mbili au dhamana ya shilingi laki moja pesa ya taslimu, huku kesi hiyo ikipangiwa kutajwa mnamo Jumanne Novemba 18 mwaka huu.